Watu wanavunja utaratibu huo, watu wengine wanazaa kwa zinaa, watu wengine wanafanya hivi na vile, kila mmoja anafanya jambo kama apendavyo, ndio mwisho wa siku tunakuja kuwa na zao warana, kwa sababu watu wanazaa bila utaratibu ambao Mungu aliwawekea. Kwa mfano kama Adamu asingekutana na mkewe, basi wasingeweza kuzaa, unaona, lakini walipokutana wakazaa. Lakini swala hili la zinaa maanake limekuja . Kuna maeneo ambayo maandiko yanasema ya kwamba mwanamke asimguse mwanamume kama hajaolewa, wala mwanamke mwanamume asimguse mwanamke kama hajaoa. Maanake ni kwamba hawaruhusiwi kukutana ya, maanake asifanya uasherati. Unaona, mwanamume au mwanamke asifanya uasherati, maanake akishafanya uasherati, basi lazima kuna kitu kinapatikana ambacho tunasema kwamba ni kuzaliwa kwa mtoto na huyo mtoto anakuwa amezaliwa katika kizazi cha uasherati. Unaona, kwa hiyo maanake ni kizazi, wakati mwingine kinaweza kikawa hakina kibali kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kimekuja kwa njia tofauti ambayo si halali sana. Unaona, lakini Mungu alipowaunganisha Adamu na Hawa alikuwa ana kusudi maalum kabisa. Unaona, basi hao ni binadamu walivunja wa utaratibu wa, wa Mungu tangu mwanzo kwa maana hawakumiliki hawakumilikiwa unaona yani, lakini walizaa hao, pia Mungu alikusudia wapatikane unaona, kwa namna hiyo unaona. mm -hmm. Bwana Yesu asifiwe sana, kuleta mwokozi mu, wa Israeli. Rebeka mke wa Isaka kabla hajamilikiwa hakuzaa, ila alipomirikiwa ndipo ana, anaanza kuzaa na hii ndiyo tageti ya Mungu kwa wanadamu, kwamba Mungu alikusudia walipo wawili, walipounganika wawili, ndipo upatikane uzao. Kwa hiyo ywa... Isaka alipomwoa Rebeka, basi hapo ndipo Rebeka akapata mtoto wakaanza kuzaa na kuongezeka. Ibrahimu pia na yeye walipokutana na Sara ndipo walipozaa na kuongezeka wakawa mwili mmoja. Iko mifano mingi inayothibitisha na kuonyesha, kila walipokutana wale waliowatumishiwa Mungu ndipo walipopatikana uzao. Haya, Yakobo naye Ukiangalia Ibrahim ukiangalia mitume wengine pia walikuwa na wanawake, hawakuzaa bila utaratibu. Unaona, kwa maana yake ni kwamba wao walifuata sheria na kanuni ya Mungu, lakini nyakati za leo watu wa, wanavunja ule utaratibu wa Mungu. Unaona, hiyo hiyo ni, ni, ni agizo la kwanza la Mungu kwamba lazima tuzae, tuongezeke, lakini kwa utaratibu ulio harisi. Unaona, tunaenda kusudi la pili. Ile ilikuwa ni kusudi la kwanza. Kusudi la pili la Mungu kuiweka ni nini? Mungu aliweka hili tendo la, la kuoana kwa kusudi la kuleta faraja katika mioyo yetu iliyojeruhika. Unaona, Mungu aliweka kusudi hili la ndoa la tendo hili la ndoa la kwa kusudi la kuleta faraja katika mioyo yetu iliyovunjika. Naposema kwamba mioyo yetu iliyovunjika, ninamaanisha kwamba unajua kuna wakati mwanadamu anapita katika mambo mbalimbali, anapita pita katika maeneo mbalimbali, anakuta na watu mbalimbali, wanakwazana katika mazingira tofauti tofauti. Lakini mtu anaporejea nyumbani kwa sababu ana mwenzi wake, basi anaweza akapata faraja. Kwa mfano ni mwanaume amepigika kazini, ameteseka kazini, amekutana na vikwazo vingi, amegombezwa, ametukana, kuna ukorofi, mgomvi, ugomvi umeendelea huko, lakini anaporejea nyumbani, basi anategemea faraja kutoka kwa mkewe, manake mke wake aweze kwa faraja kwake amtia moyo amfariji ampe pole amhudumie, na kisha mambo yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Um, kwa nini natumia kujeruhika, natumia jina la na kujeruhika? Inamaanisha katika maisha yetu tunakutana na vikwazo vingi wakati wa, wa utafutaji wa maisha na riziki kwa ujumla. Katika huo wakati unaweza kukumbana na tatizo litakalo mkosesha litakalo mkosesha mtu raha na mvuja moyo m mtu mmoja wao. Kwa hiyo unapokuwa umerudi nyumbani, unaamini kabisa mwanamke yuko nyumbani, na kwa sababu mwanamke yuko nyumbani, basi unapofika lazima sehemu ya kwanza unaweza kumfikishia yale matatizo uliyokuta nayo. Kwa sababu gani? katika kupigana bila kupi katika kupigana na maisha, basi umefika wakati umerudia nyumbani lazima kuna sura fulani utakuwa nayo ambayo kidogo sio ya furaha, siyo ya amani, na hiyo itakusababisha mwanamke akuulize swali kwamba jamani, mbona mwanamume huyu umetoka huko salama na hiyo umerudi sura imekunjamana, shida ni nini? Kama vile Yakobo alipomwambia alipomwambia wakeze wale wawili, akasema, mimi naona baba yako hakunitazama kama jana na juzi, leo naona amenitazama tofauti, kuna kitu kipo kinaendelea kati ya mimi na baba yenu. Kwa hiyo tuamke tuondoke mahali hapa, tuchukue mali tuondoke, tuende nyumbani kwetu. Kwa hiyo anapofika nyumbani, kuna vitu vinaonyesha kwamba hapa kuna tatizo limetokea. Kwayo, manamuke, pukua. Kwa hiyo mwanamke atakapokuwa kwa kutaka kuuliza, basi mwanamume anaweza kumweleza. Atakapomweleza, mwanamke anaweza kumongelesha maneno ya faraja, maneno maneno ya ya kumtia moyo, maneno ya kumtuliza yale maumivu aliyonayo. Kwa hiyo hiyo ni faraja ambayo inaweza ikamsababisha yule mwanamume basi aka akarejea katika hali yake ya kawaida tusome kitabu cha mwanzo ishirini na nne na ule mstari wa sitini na sita hadi sitini na saba maandiko yanasema yule mtumishi akamwambia Isaka mambo yote aliyoyatenda Isaka akamuingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara akamtoa Rebeka akawa mkewe akampenda Isaka akafarijika kwa ajili ya, ya kufa kwa mama yake. Unaona, anasema yule mtumishi akamwambia akamwambia Isaka mambo yote yaliyotenda Isaka akamwingiza mu, aka Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtoa Sara katika hema ya mama yake Sara, akamtoa Rebeka akawa mkewe, akampenda Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mama yake. Unaona? Kwani nimekwambia kwamba swala la kwanza la pili ambalo lilisababisha Mungu akawaunganisha mwanamke na mwanaume kuwa mwili mmoja, alikuwa anatengeneza kitu kinaitwa faraja Kufarijiana, unaona? Kwa hiyo is, Isaka alipomtoa Rebeka kama mke wake na kumwingiza katika hema ya mama yake Sara, basi maandiko yanasema Isaka akafarijika, akapata faraja kwa sababu alikuwa ni mpweke. Alikuwa ni mpweke baada ya kufiwa na mama yake, kwa hiyo akawa hana furaha, hana amani. Lakini alipoleta Rebeka ambaye ni mwanamke wake, basi maandiko yanasema Isaka akapata faraja, akafarijika katika moyo wake kwa sababu wamepata wa mtu wa kumfariji wakati wa kilio, wakati wa maumivu, wakati wa shida, wa wakati wa mateso. Kwa hiyo faraja hiyo ndio inaweza kumsababisha mtu akawa na maisha yenye amani wanaesaf, unaona? kwa hiyo hilo ni kusudi la pili linaloonyesha kwamba kwa nini Mungu aliweka ndoa, aliunganisha mwanamume na mwanamke kwa mwili mmoja. Maana yake yako matatizo ambayo mwanamume hawezi kumweleza mtu yoyote isipokuwa na uwezo wa kumweleza mkewe nyumbani, lakini pia mwanamke, kuna mambo ambayo hawezi kumweleza mtu yoyote isipokuwa atamweleza mume wake nyumbani. Maana hayo ni mambo ambayo ni siri, mambo nyeti ambayo sasa hayo ni ya wawili peke yao, kati ya mke na mume. Na kuna wakati mwingine unakuta wanapiga stori, wanacheza kila mmoja anafarijika, anapata moyo wa faraja, anaongeza matumaini ya kuishi duniani. Unaona, kule kucheka kufurahi na mwenzake kunaongeza matumaini duniani, kunamfanya mtu aendelee kujisikia amani. Lakini kama hana mtu basi, ni lazima kutakuwa na upweke, kutakuwa na maumivu. Hata kama akipata tatizo, hakuna mtu wa kumsaidia. Analala usiku katika mawazo, anaamka katika mawazo, ana faraja kwa sababu faraja imepotea haipo, faraja kwenye maisha yake, kwa sababu hana wako mfariji. Unaona, kwa hiyo sasa nataka nikwambie kusudi hilo, ni kwamba ni kusudi. Lakini mwanamke anayeishi na mpenzi kuna wakati mwingine anaweza akapata faraja, lakini mwanamume yule anaweza asimtendee vema, kwa sababu kwamba anajua si mke wangu, sijamtolea mahali. Kwa hiyo anaweza akafanya chochote akamuumiza yule mwanamke, hata kama mwanamke anampenda, kwa sababu anajua sijamtolea mahali. Anaweza akawa tayari kufanya chochote kwa sababu hajakugaramikia. Na pia mwanamume mwanamke, mwanamke mweza kafanya chochote na kwa anayeishi naye ambaye ni mpenzi wake ambaye hawajatoleana mahali, kwa sababu anajua hajanioa hajanitolea mahari, kwa hiyo nikifanya chochote hakuna ubaya wote. Kwa hiyo anaweza akafanya jambo lote na akamuumiza mwenzi wake, kwa sababu anajua hajamgaramikia . Lakini wale waliogaramikiana, kwa mfano wanandoa, wamekubali kugaramikiana, wako pamoja, wametoa zawadi kwa wazazi wao, ili wawe tayari kuishi pamoja na kuwa kitu kimoja ama mwili mmoja, basi lazima kunaweza kukawa na matunda ya faraja ndani yao. Kila mmoja ataona umuhimu wa mwenzake na ataona umuhimu wa kuweza kumtunza mwenzake kwa sababu ndiyo faraja yake. Um, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, tunaenda kusudi la tatu. Hapa ninaenda kusudi la tatu, kuleta joto kwa mwenza, ni kuleta joto kwa mwenzake ili kumfariji katika usingizi wake, pia usingizi uweze kuwa mtamu zaidi. Unaona, unaona kuna kitu kinaitwa joto. Joto ni kitu ambacho kinapatikana kati ya vitu viwili vinavyokutana pamoja. Vitu viwili vinapokutana pamoja vinatengeneza joto. Unaona? Kwa mfano, ili mtu aweze kupata joto anapokutana na mtu na mtu mwenye na mtu na mwenzake. Wakakutana wakakumbatiana. Basi kuna vitu wanabadilishana. Huyu aliokuwa na baridi anampa mwenzake baridi na huyu mwenye joto anampa mwenzake joto au kupata joto. Na wakati mwingine mtu anapopata joto wakati wa baridi. Basi ndipo nampa nafasi ya kupata usingizi mtamu. Unaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio nampa nafasi ya kupata usingizi mtamu, kwa sababu amepata joto. Unaona? Kwa hiyo sasa, kusudi la pili la Mungu kuiweka ndoa ilikuwa ni kuleta joto kwa mwenzake. Unaona? Yani kufanya joto ipatikane kwa mwenzake, yani mwenzake asikae katika hali ya kutetemeka na baridi wakati wa usiku au wakati wa mchana. Kwa ndio maana hata wakati wa mvua wanawake wengi huwa wanaofikia kipindi cha kupata ujauzito. Ukifanya utafiti, asilimia kubwa katika vipindi vya baridi, ndivyo wanawake wengi huwa wanapata mimba, kwa sababu ndio wakati ambao kila mtu anatamani kupata joto, kukutana na mwenzake ili apate joto na anapokutana na mwenzake ili apate joto basi, ndio wakati ule wanajikuta mwanamke wana, wana, wana, wana anapata mimba au wanapata mtoto, kwa sababu tayari lile joto limewapelekea kupata furaha, limepelekea kupata amani. Mtu anajisikia vizuri, anajikunja sawasawa sawa. Kwa wakati mwingine anafika mahali kupata hiyo hali, unaona lakini vinginevyo pia e, e, inamfanya huyo mtu pia aliyetoa kwenye baridi amefika kwenye joto apate usingizi ambao ni mnono usingizi mtamu, usingizi ambao hauna maumivu, usingizi ambao uko ndani ya blanketi. Unaona alafu unaona na mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana, unaona. Kwa hiyo kusudi lingine la tatu, maandiko tunaona kwamba anasema ni kuleta joto kati ya wawili hao, ili mwenzake apate kufurahia usingizi. Tuangalie kitabu cha Mhubiri sura nne na ule mstari wa kumi na moja. Maandiko yanasema hivi, tena wawili wakilala pamoja hapo watapata moto lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Unaona, nitarudia tena: wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kupata kuona moto? Unaona, kwa hiyo na maana ni kuleta joto kuleta joto. Joto lile linasababisha -e afya fulani kwenye maisha ya mtu, inamsababishia amani fulani, mtu ambaye amekuta na ile joto. Na ndio maana mtu anapojisikia baridi anatamani kukutana na joto, na ndio maana mtu anaenda kupuliza moto, anaenda kukota moto, kwa sababu anasikia baridi, ile li joto liweze kuchangamsha mwili, liweze kurudisha katika hali ya furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, kwa hiyo hivi inaonekana kwamba katika hayo mazingira ndio yalisababisha Mungu aweke ndoa kwa hiyo nataka nikwambie, tunaenda kusudi la nne. Siku inayofata tutakuja kuangalia hayo makusudi mengine yatakayokuwa yamebaki, lakini leo tutakuwa tunaangalia kusudi la nne na la mwisho. Anasema hivi, kuleta uimara kwenye kazi zao. Unaona, kusudi la Mungu kuiweka ndoa pia lilikuwa ni kuleta uimara kwenye kazi zao, maana kuna watu wakiwa wawili wanafanya kazi, kazi yao huwa imara kuliko ange angi kufanya mmoja unaona kuliko angefanya mmoja. Maana yake kama ni wawili wakifanya kazi yao, basi inakuwa na tija, kwa sababu tayari wana uwezo wa kusaidiana. Mmoja akichoka mwenzake atamtia moyo, mmoja akichoka mwenzake atamuinua, kwa sababu wako wawili. Kwa hivyo inaleta tija ile kazi na inaweza kumalizika vizuri, kwa sababu wako wawili, na ndio maana maandiko yanasema, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa sababu hiyo sasa, atakuwa na mikono kama mwanaume, atakuwa na kinywa kama mwanaume, wataelewana, watasikilizana maana yake hii, watu wanashindwa kuelewa kwamba wanatafsiri kwamba Mungu anapo, anapo, anapozungumza habari za mwanamke kufanana na mwanaume walidhani kwamba ni tabia, lakini si kwamba ni tabia. Hapa alikuwa anamaanisha maumbo ya nje ya mwili asili ya, ya vile alivyo mwanaume ndivyo atakavyokuwa mwanamke katika asili ya mwili wa nje, na ndivyo atakavyokuwa. Lakini ni kweli mwanamume, mwanamke ana a, yuko kama vile ambavyo Mungu alimuumba. Kwa hiyo naona kwa hiyo hapa kitabu kile cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa tisa maandiko nasema afadhali kwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kati.